Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wote wa kijeshi na Ujerumani baada ya kumshutumu balozi wake Mathias kwa kujihusisha na shughuli za uasi na kuwa hastahili kabisa kuwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi wake unaashiria kuzorota kwa kasi kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Akikana shutuma hizo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani alizitaja kuwa upuuzi na zisizo na uhalali wowote, huku shirika la habari la Reuters limeripoti zaidi. Shambulizi hilo lisilo la kawaida dhidi ya Mjerumani huyo lilikuja baada ya kuripotiwa kuzusha wasiwasi kuhusu mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais, katika mkutano uliofanyika wiki iliyopita. Katika kurasa wa X hivi karibuni, jenerali huyo alitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine. Jenerali Kainerugaba pia alijigamba kuhusu kumtesa mlinzi Wine baada ya mlinzi wa Wine baada ya kumzuia. Mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa yakishtumu serikali ya Uganda kwa kulenga upinzani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Bobi Wine anatarajiwa kuchuana na Rais Yoweri Museveni, ambaye amekuwa madarakani kwa takriban miongo minne, katika uchaguzi utakaofanyika mwaka ujao. Wakosoaji wa Museveni wanadai kuwa serikali inaongozwa na nasaba ya familia, mke wake Janet Museveni ni waziri wa elimu, kaka yake General Salim Saleh ndiye mratibu wa mkuu wa programu ya serikali inayojulikana kama Operation Wealth Creation. general Saleh alifanya mkutano wa faraga na wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya EU, wiki iliyopita, ambapo uh, balozi huyo wa Ujerumani nchini Uganda tangu elfu mbili na ishirini aliibua wasiwasi kuhusu ujumbe wa kutatanisha wa mkuu wa jeshi, na uharibifu wa sifa iliyokuwa ikisababisha Uganda, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Zaidi taarifa hizo.